Mawazo mama anakuja kwa sababu gani? Mawazo yanakuja kwa sababu gani? Yaani, kwa nini una unafikiri sana na kitu umesha kijua? Tatizo ni hivi, mawazo yanakuwa mengi kwa nini? Sababu mtu anatumia dawa. Ugonjwa amekaa nao miaka mingapi? Bili. Ugonjwa huu ume umekaa nao ume miaka mingapi? Miaka kumi na saba muda mm, wako mrefu ambao wa kutumia dawa unaweza kusema huu muda mrefu ni muda gani? Wiki moja wiki mbili wamepona. Samesa miezi mitatu bado unatumia tu. Sasa miezi mitatu kwenye miaka kumi na saba miezi mitatu mingi? Ukizingatia kufatanaii matibabu watu wanavyoenda kishaanza matibabu, kuna wamo mtu nazaaishi miaka ishirini ndani ya sekunde amepona. Grupu lako la damu ni grupu gani? Hey, hey, hey, positive, hey, positive. Mm -hmm. Kuna kipimo chochote ulichopima ambacho unaweza ukanionyesha kwenye simu, labda ulikipiga picha, munaweza ukanipa <laughs> picha yake, au mm -hmm. uliifuta ocha kwanza, sio saizi. Ni sawa. Sasa nitakuelimisha kwa vielelezo. Unanisikia? Ha, unanielewa? nza ukamsikia mtu simuelewe <laughs> Unajua watu wengi, na usilaumu usi kwa sababu Mungu kila mtu kampa uelewa wake, sawa? So, unaweza ukalaumu ugonjwa, kumbe kinachokusumbua sio ugonjwa, sawa? So, lakini kwa sababu ulishaambiwa wewe ni positive, kwa kila unachokiona kwenye macho yako ni positive. Ukikosa kula ugonjwa umekuwa mkubwa, kifanya hivi, tatizo limekuwa hivi, si kama unanifahamu? Mpaka hapo unanielewa, Mungu. Haya, umekunywa kikombe kimoja cha chai, si ndio? Mi ningekushauri hata kama msimu umekula vitumbua viwili tu ningekushauri ukatafuta hata chakula kidogo ule, alafu sasa tunywe kikombe cha pili, lakini hichi hichi cha kwanza ningekuruhusu, akinataka ni kuoneshe tatizo lilikuwa nini, sio kama unanielewa, nileo mm -hmm. Hai, sasa tukubaliane E, tumepima na, da, tunataka tuchukue dakika tano alafu tutarudia tena dakika tano. Sasa upige picha dakika tano za kwanza, kwa tutahesabu hicho kipimo cha kwanza, alafu tutahesabu hichi ni cha pili, alafu tutahesabu kipimo cha tatu ambacho ni cha pili kwa leo, sawa? so, alafu zile picha utaziweka, utaangalia picha ya kwanza, picha ya pili picha ya tatu. Sami, ombi langu kutafita chakula ule, chakula urudie, umetumia punje saba si ndio? kwa hiyo ninavyoiona itumike punje kumi na nne za kitunguu saumu, naiongeze kitangawizi kidogo, utengeneza chai unywa, alafu njoo tuzungumze. Njoo tuangalie sawa mama. Hai. Mimi ningeshauri kwanza utafute chakula ule punje kumi na nne na tangawizi kidogo na piga picha hii.